Mungu akubariki sana. Asante kwa kutazama channel hii na kufuatilia channel ya tafsiri ya ndoto yako. Mungu wetu akubariki na kutendea makubwa, endelea kukuinua. Nashukuru Mungu kwa sababu naendelea kujifunza mambo mengi kupitia channel hii, na wengi wenu meanza kuelewa umuhimu wa ndoto tunazoziota pasipo kupunguza, kupuuza. Basi nataka nichukue nafasi hii nikukaribishe, mpendo mtazamaji katika masaa haya ninapoenda kukufunza ndoto saba ambazo haupaswi kushiriki ama kumweleza mtu. Ziko nyingi, lakini nimeona ni kufunze hizi saba ili ukaweze kuelewa, sio kila ndoto unaweza ukashiriki ama ukamweleza mtu. Upaswi kueleza mtu, maana kuna watu ambao wana tabia, baada ya kuota wanaenda waki wakieleza watu Yusufu. alipowaeleza ndugu zake ndoto zake, nini ilifata? Ndugu zake walipata chuki, walimchukia hata maandiko yanasema, walipo walipomtupa kwenye shimo, maandiko yanasema waliketi kitako, waliketi kitako wakidhiaki, wakisema, wacha tuone kitakachomtokea ama kitakachotokea ndoto zake. Kwa hiyo kuna watu ambao wanapoelewa ndoto zako sio wazuri, wanaweza fanya lolote lile kabisa, ili usiweze kufaulu. Kwa hiyo ndoto hizi ni ya maana sana. Aa, na ninachotaka ukaweze kuelewa, kunazo ndoto ambazo inakuwa ni siri kati yako na Mungu, ni wewe na Mungu tu, ni siri kati yako na Mungu. Kuna vitu vingine hata mmeo ama mkeo ama wanao marafiki wa karibu hata wazazi hawapasi kutambua, maana ni siri yako na Mungu. Kunaye pia ndoto ambayo inakuja kukuhimiza kukuinspire, eh, inakuuisha. Kwa hiyo hizo ni ndoto ambazo upasi kushiriki na mtu yeyote. Kunazo ndoto ambazo zinakuja kukuonya wewe. Ndiyo sababu wale mmenifuatilia, mara mingi unaona nakuwa mkali kwa watu ambao wanasema kwamba fulani aliniotea, fulani aliniotea, sasa na anakueleza alikuotea alikuotea hivi na hivi, lakini akuelezi Mungu anasemaje maana ya hiyo ndoto ni nini. Kwa hiyo kunazo ndoto zitakuja kama onyo, Mungu anakuonya, wahitaji kuwa mwangalifu sana. Mna ndoto kama hizo, ni kati yako na Mungu. Kwa mfano, kama we ni mtu unafanya mambo ambayo ni ni siri ambazo sio nzuri, maybe wewe ni mwokovu na unakunywa pombe kwa siri, unaenda kwa waganga kisha unaota ndoto kwa mfano, au unaonyeshwa kwamba umekufa, umekunywa pombe ukafa na umeokoka. Sidhani kama itakuwa ni jambo la busara kuambia watu nimeona nimekunywa nikiwa na kunywa pombe alafu nikafa. Okay, wacha hiyo hiyo, utaelewa utaelewa. Wacha nikupe mfano huu mzuri. Una ndoto unaota ndoto okay, wacha nitumie hilo uh, wewe ni Mungu amenena na amekuonyesha acha utakufa. Haupaswi kwenda kuambia watu ya kwamba mimi nimeota ya kwamba nimekufa, uh, kwa kwa pombe. Watu hawatakuelewa watashindwa na wewe, umekuwa mlevi toka leni unaweza inukiwa na ukapigwa. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo vinakuwa siri, unanyamaza sawa sawa. Ni ndoto inakuonya wewe, sio ya kuambia watu. Mungu anakuonya kurekebishe. Kunazo ndoto ambazo zitakuja kuku destroy, kukuharibu hmm? Kukuharibu. Sasa ndoto kama hizo pia upasi kuongea kwa sababu hujui nani ni nani. Kuna watu wakisikia jambo kama hilo wanafurahia, watafurahia sana. Uh, kunazo pia ndoto zitakuja kukuwekea mipaka kuku limit, ya kwamba huwezi ukafika mahali fulani. Ndoto kama hizo sio za kusema, maana hujui nani ni nani, sio kila mtu aliyekuzunguka na kupenda kwa hiyo wengine wakiona kitu kama hiyo watafurahishwa sana, wanaweza chukua wakaitumia kinyume nawe, kukupiga tuko pamoja, jamani. Alafu pia kunazo ndoto zingine pia zinakuja, Mungu anazileta zikuoneshe njia zikuoneshe mwelekeo. Eh, unahitaji kunyamaza, kwa sababu mwelekeo ule ni wewe unauhitaji, sio ya mwingine. Na pia kunazo ndoto ambazo zinakuja zinatumika kukuletea suluhisho ya matatizo unayoyapitia, ni ndoto ambayo inaleta suluhisho kwa hali unayopitia. Kwa hiyo ni vitu napaswa kuzingatia. Sasa ndoto ya kwanza haupaswi kumweleza mtu, hata kama ni jambo gani linafanyika muda wote uko na ndoto, unaona unasafiri nje ya nchi, hmm? una ndoto unaona unasafiri, labda unaenda Marekani, unaenda Kanada, unaenda nchi gani, unaenda Dubai, yani unaota tu, umeota unasafiri. Kumbuka bado ni ndoto, bado ni ndoto, bado haija kuwa na uhalisia, bado ni ndoto, usiseme Usianze kusema umeota, usianze kuambia watu unasafiri kwa sababu haujasafiri. Sasa kuna watu ambao ni hawakupendi, ni adui, wanapoona wanakuja kutambua ah, kumbe fulani una mpango wa kusafiri, sasa wanaweza kukuua, unaweza rushiwa magonjwa, unaweza umia kwa kitu ambacho bado huenda, Mungu anakuonesha mpango wake kwa maisha yako, miaka labda miwili na kuja mitatu na kuja ile. Ni ndoto ni mpango wa Mungu, ipo kwenye kusudi lake, lakini muda bado. sasa wewe ushakimbia kuanza kusema oh, nimeota usiku wa leo, naona niko kwenye ndege na safiri. Mpendwa, unaweza uwawa, unaweza ukafanywa ukawa kichaa kama hujasimama vizuri kwa hiyo jifunze kuweka ndoto zingine siri. Ukiota ndoto ya kwanza unasafiri nje ya nchi, tafadhali nyamaza, hata watu wasijue. Ni siri yako na Mungu hadi muda mwafaka ufike. Ndoto ya pili huwezi usikubali, kushiriki na mtu, ukiota unaona una utajiri, unaona ukiwa tajiri, una mali kwenye ndoto, unaona una mali, una utajiri. Nafikiri unaelewa kile anachosema Ukiona una utajiri kwenye ndoto una mali una mafanikio, tafadhali fumba kinywa chako mdomo wako, ifunze kunyamaza, kwa sababu sio kila mtu anakupenda, sio kila mtu anakutakia mafa mafanikio. Watakuangamiza, watakuangamiza, watakuendea. Kwa hiyo hiyo ni ndoto unapaswa kunyamazia, usiongee. Ati we ni tajiri umeona, umetajirika na nini? Sio kila mtu mwana wa Mungu anakupenda, watakuangabiza, nyamaza. Ndoto ya tatu, usiwahi ambia watu, maybe umeota umekutana na watu wale mashuhuri, maseleb, maraisi na nini, usiende ukiambia watu, usiambie watu, usiambie. Hiyo ni siri yako, nyamaza. Sasa mwingine anasema na mchungaji, sasa na je kama sielewi maana yake Elewa hii. That's why tuko hapa, niko hapa ni kufunze, na ndio maana anakufunza hii hapa, tuko darasani. Sasa ikifika uh, kule kwanza, we umeoto, umeamka, ujaelewa maana ndoto yako, umeanza kupayuka, unaeleza watu. Sio vizuri, nyamaza, nyamaza, maana wale watu watakushauri vibaya. Nimewahi ona mwingine hapa ameniandikia ya kwamba aliota ndoto fulani, alipoenda kuambia rafiki yake, rafiki yake alimwelekeza waende kwa mganga, ndio wapate suluhisho hiyo shida, but kutoka alipoenda kwa mganga, ndio mambo yaliharibika. Sasa unaona, rafiki alimpotosha. Wengine hata unawaeleza ndoto kabisa Wanakuambia hapana, ah, hii ni ndoto tu, it's, it's just a dream haina maana yote, ile ni, ni kawaida tu. No, be careful. Kwa hiyo si unapokutana watu mashuhuri, unajua unakuwa mwangalifu sana. Kama we ni mwimbaji, wewe ni mwimbaji wewe una azimia una azimia la kufika pale juu, vitu vingine unanyamazia, kwa sababu kuna marafiki wakiona wanasema ah, umeonekana na msanii fulani, kwa hiyo kuna mpango ambao upo, tutakumaliza wengine. Hata wanaenda wewe ni mwimbaji, wanaenda wanafunga koo lako, wanafunga sauti. Wacheni, wacha nimwambia wapendwa, <laughs> Kenya kuna mambo, kuna mwimbaji wa nyimbo za Injili, sitaki kumtaja jina wa kabila la Kikuyu nikitaja wengine watamfahamu. Alikuwa mwimbaji ambaye nyimbo zake hadi wa leo imekuwa na mguso mkubwa sana, lakini amini usiamini, alifanywa kwa mlevi. Saa hii nikicheza wimbo wake hapa, hata kama uelewi hiyo lugha, utajikuta unaanza unaanza kulia. Alienda akarushiwa maroa akawa mlevi akaja akagonjeka. Mtu alikuwa na maisha mazuri, alikuwa na mcha Mungu, alikuwa na magari, alishushwa. Sasa hivi tu ni wa, ni wa ni, ni, ni jamaa fulani tu ndugu fulani sitakumtaja, ndio aliyemsaidia akampeleka matibabu na rehab. So akaja akainuka tena but, uh, unajua sasa kurudi tena kwenye gospel kwenye huduma ya, ya, ya uimbaji tena nyimbo za injili itakuwa vigumu kupokelewa kwa sababu uh, okay, nielewe, itakuwa vigumu wapokelewe tena kama vile alivyokuwa, kwa sababu watu wanajua ni mlevi. So usicheze, watu ni wabaya aliongea kitu ambacho mwanamuziki fulani alimwambia, na kutokana na ile neno ndiye alijikuta kwa hii. Kwa hiyo nyamazia mambo yako, sio kila mtu anakupenda, sio kila mtu anakutakia mazuri, hey. usiwahi ndoto ya ngapi? Ndoto ya nne usiwahi mwambia mtu unahamia, umeota ukihamia nyumba yako mpya, umejenga una nyumba nzuri kwa ndoto na unamwambia maybe kwa mfano ni jirani, unajua hata ni nimeona ni kwenye ndoto, leo nimeota nikiwa nimejenga nyumba nzuri. Wewe kuna mtu atasema, yani kumbe una mpango wa kuhama, uniache hapa kwa haya matatizo, unadhani we ni nani? Ukakuta kabisa mtu anaenda kukumaliza na muda huo, hata kiwanja hauna. Mungu anakuonesha kile atakuja kukufanyia kule mbele, we ushakimbia, unaanza kuambia watu watakaa kitako waone ndoto yako kama itatimia. Utawekewa matatizo ambao hujawaiona. Sio kila mtu, hata ndugu yako dadako, anapendezwa na unapofanikiwa. Kwa hiyo ukiota kwenye ndoto na nyumba nzuri, usiende ukiambia watu. Nyamaza, nyamaza mpaka muda uje ufike Mungu amekubariki. Unanielewa? Then uh, ndoto ya tano, kama we ni binti usiwahi kuambia mtu ya kwamba umeota ukiwa na ujauzito. Usijaribu maana umwami huyo mtu wako karibu na umfahamu, maana ujauzito huu unaweza ukaja ukawa utabarikiwa na mtoto, ama pia ikawa ni baraka ambazo zinakuja kwa maisha yako. Kwa hiyo kuna mtu ukimu, akisikia una ujauzito Atakumaliza, anaweza akaenda akakufunga tumbo ukiwa mkristo vuguvugu, akakufunga ukawa tasa. Kwa hiyo vitu zingine unaziona unanyamaza. Wewe la kwako la kufanya ni kumwomba Mungu mema ya hiyo ndoto ikatimie. Omba tu Mungu, naye Mungu atatimiza kile anachotaka kufanya kwa maisha yako. Then namba sita, ukiota umehusika kwa ajali, unaona uko kwa gari, alafu maybe ajali ikatokea, nyamaza, omba, ukatae, kwa sababu wende unayemwambia huwa hakutakii mema, unayemweleza hakutakii mazuri kabisa. Kwa hiyo unapo, anaposikia kitu kama hicho, kile ambacho atatafuta kufanya ni kufurahia E, anaona kumbe labda maombi yake e, kila anachoombea kinafanya nini? Kinatimia e, ama kinakuja kutimia. Kuna watu wanafurahishwa sana unapokuwa na shida. Kuna watu shida zako ni furaha kwao. Kuna watu unapokuwa na matatizo ndio wanaraha, wanafurahia. Nyamaza, usiambie watu, usiseme. Sijui kama na, sijui kama nakusaidia. Okay, umeota, umehusika kwenye ajali, ama uko kwa gari, unaona ajali, la kufanya ingia, uombe, kata hiyo ajali, lakini usimwambie mtu. Zingine unapambana na mwenyewe. Ndoto ya mwisho usiwahi shea ya ndoto Umeota unaolewa ama unaoa, usiende ukiambia marafiki zako na <coughs> unajua, ni mimi nimeota, nina harusi, nafanya harusi, naota nikifanya harusi. Wewe unajua unashare na nani? Unajua unaongea na nani? Unajua unaambia na nani? Eh? Nani unafanya harusi? Be careful utaweza pigwa unaweza ukafungwa. Hata hiyo harusi usije ukafanya, usije ukafanya. Kwa hiyo hizi ndoto ni ya kunyamaza na Mungu atakusaidia. Mungu akinijalia, maybe kipindi kingine naweza nikaja na sehemu nyingine, ndoto ambazo haupaswi kushare na mtu kunazo. Ndoto nyamazia tu wewe, omba wewe, mtafute Mungu na Mungu atakusaidia. Basi barikiwe sana, Mungu akutie nguvu na kuombea rehema na kuombea kibali. Naomba kwamba Mungu akakusaidie. Kama umebarikiwa na channel hii, basi subscribe, basi unaweza like, unaweza share, tuma clip kwa wengi uh, ili pia na wao wabarikiwe wakasaidike kama wewe. Na Mungu atakubariki. Kumbuka vipindi vyetu vya live, wakati napokuwa live hewani na tafsiri ndoto ni kila siku saa nne za asubuhi, saa nne na nusu asubuhi hadi maybe saa sita pale, na usiku, usiku, kila usiku saa mbili saa mbili za usiku, wakati mwingine naanza mapema kama saa moja na nusu. Kwa hiyo Mungu akubariki wa sana wewe unayetazama, Mungu akubariki na pia unaweza ukasapot channel hii kwa sadaka zako, ukiwa na neema ukiwa na neema, unaweza ukasupport kwa kwa kwa sadaka zako, unaweza ukasupport kwa kuombea na Mungu atakubariki. Wacha tuendeleze neno hili la ufalme, tujenge ufalme wa Mungu, tusiwa binafsi, tusiwa watu wa binafsi, tujenge ufalme wa Mungu na Mungu atakujenga. Shalom.